Safari za usiku, usafiri wa gari moshi. Karibu sana mpenzi mtazamaji kwenye chaneli yako pendwa Hastenic Production. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kuacha komenti yako hapo chini. Simulizi hii ya leo ni ya kutisha, ya kusisimua na yenye kuacha maswali mengi kichwani. Safari ya usiku ya gari moshi kuelekea kijiji cha mwisho wa reli ni safari ambayo wengi walipanda, lakini si wote walioshuka. Twende sawa. Mjini Darajani, palikuwa na kituo kikongwe cha garimoshi, stesheni ya zamani sana iliyojengwa enzi za mkoloni. Kulikuwa na usiku mmoja maalum, wa mvua iliyokuwa inatishia, lakini abiria walikuwa wamejaa kwenye treni iliyokuwa ikielekea kijiji cha mwisho Mtoni, kijiji kilicho upande wa pili wa mlima, mwisho wa reli. Treni hiyo maarufu kama Garimoshi la Usiku, aya, ilikuwa na historia ya ajabu. Watu walikuwa wakisema haitakiwi kupandwa siku ya Ijumaa usiku wa giza totoro, hasa wakati mwezi hauonekani. Lakini abiria wengi walikuwa hawajali hayo. Kila mtu alikuwa na haraka ya kufika kijijini kwao. Katika behewa la mwisho, kulikuwa na askari wa reli, polisi watatu waliokuwa wamevalia mavazi meusi, sura zao hazikuwa zionekane kirahisi. Walikuwa wanaitwa Walinda Mwisho. Lakini walikuwa wakihusishwa na mambo ya ajabu sana, kupotea kwa mizigo, vipigo vya ghafla kwa abiria, na hata watu kutoweka. Treni ilianza safari saa tatu usiku. Mlango wa kila behewa ukagonga kwa nguvu, na kengele ikalia kama ya mazishi. Moshi mzito ukapanda juu ya anga. Tikiti tafadhali, alisema askari mmoja kwa sauti ya chini, ya kama jini. Abiria wakajikusanya. Wengine walikuwa wanajifunika mashuka. Wengine walilala kwenye viti viwili wakijifanya hawasikii. Giza lilizidi kuwa zito, na kila dakika iliyopita, upepo uliongezeka, ukilia kama mtu anayelia kwa maumivu. Mzee mmoja aliyekuwa amevaa koti la ngozi akainuka na kusema, tunaelekea kwenye safari ya mwisho. Ukisikia mlio wa kengele ndani ya handaki, funga macho, usifungue hata kidogo. Watu wakacheka, wengine wakasema, mbona hadithi za bibi. Lakini mzee huyo alikaa kimya, macho yake yakatazama dirishani kama anaona kitu ambacho wengine hawaoni. Gari moshi lilipoingia msituni, upepo ukabadilika, sauti za kuhema kutoka chooni zikaanza kusikika abiria wakashikwa na hofu wale polisi wa nyuma walinda mwisho walianza kutoka kwenye behewa lao wakiwa na virungu mikononi wakaanza kupiga abiria ovyo bila sababu umevaa rangi ya damu unaficha nini wewe ni mzigo shuka hapa ndani ya msitu watu wakajaribu kupiga kelele hakuna aliyeweza sauti zao zilimezwa na mwangi wa kengele ya treni. mwanamke mmoja alirushwa nje ya dirisha hakusikika tena Mtoto mmoja akapotea kwenye siti ya mbele kitanda chake kilibakia tupu na kilifunikwa na nywele za ndevu za mzee. Gari moshi lilipofika katikati ya mlima, likasimama ghafla. Mvua ikaanza kunyesha kama mafuriko. Handaki lilokuwa mbele lilionekana kama mdomo wa jitu. Giza likawa nene, taa zote zikalipuka moja baada ya nyingine. Jamani, fungua mlango tukae nje, mtu mmoja alipiga kelele. Lakini nje kulikuwa na mto uliozunguka mlima wote. Ndani ya handaki kulisikika milio ya ngurumo zisizoeleweka. Vibwengo vikaanza kutembea juu ya dari la treni vikipiga kelele za huzuni. Mizimu ya watu waliopotea huko miaka iliyopita walijitokeza. Baadhi walikuwa wamevaa sare za shule, wengine suti za harusi. Wote waliangalia ndani kwa hasira na uchungu. Abiria waliobaki walikumbatiana. Mmoja aliswali, mwingine alicheka kama kichaa, mwingine akawa anavuta bangi kwa hofu. Kijana mmoja jasiri, Samuel, aliamua kushuka na kuchunguza mbele. Alipoingia ndani ya handaki, alikuta sanamu ya askari waliogeuka mawe, ni walinda mwisho. Kulikuwa na maandishi ukutani: aliyejaribu kutoroka akakumbana na nafsi yake. Samuel alirudi mbio, gari moshi likaanza kujiendesha lenyewe, halikuhitaji dereva tena, lilionekana kuongozwa na nguvu za ajabu. Asubuhi ilipofika, treni ilifika kituo cha Mwisho Mtoni, lakini kilikuwa kijiji cha kale kilichojaa makaburi tu. Hakukuwa na mtu hai hata mapaa ya nyumba yalikuwa yameanguka. Wale walioteremka walipigwa na butwa, kila mmoja alijiona kivuli chake kikiwa upande tofauti. Waliopoteza mizigo hawakuwahi kuipata tena. Mzee mmoja wa kijiji hicho alionekana ghafla na kusema, safari hiyo ilikuwa ya roho, si miili, mmevuka mstari wa mwisho, karibuni kwenye dunia ya marehemu. Treni liligeuka na kutoweka kimya kimya. Hakuna aliyeweza kurudi mjini. Waliobaki waliishi kama vivuli vya nafsi zao, wakihubiri hadithi hiyo kwa wageni wachache wanaojaribu kutafuta ukweli. Asante sana kwa kufuatilia simulizi kali kutoka Hastenic Production. Je, wewe ungefanya nini kama ungekuta mizimu ndani ya treni? Je, ungetoroka au ungefumba macho kama mzee alivyosema? Tuambie maoni yako hapo chini kwenye comments. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii na marafiki zako wote. Simulizi mpya kila wiki hapa hapa kwenye chaneli yako bora ya Hastenic Productions. Twende sawa, mpaka wiki ijayo. Lala salama, lakini si ndani ya gari moshi la usiku.